Yes, ujambo na karibu tena kwenye Ndani ya 18, tukiwa tunapiga stori nyingi zaidi kuhusiana na matukio mbalimbali mbali ya kimichezo, lakini mara nyingi tunakuwa tunapiga stori na wale watu ambao wanaishi maisha ya michezo kila siku kwenye pilikapilika za hapa na pale, majambo yanakuwa yanakwenda. Mimi ni Ibrahim Kasuga na hii Ndani ya 18 unatazama kupitia YouTube channel yetu, lakini pia kupitia Instagram ni Ndani ya 18 TZ tunakuwa natupata, kwa upande wa YouTube kubwa zaidi ni wewe kusubscribe uh, channel yetu, akaunti yetu, hiyo subscribe chini hapo lakini pia kibonyeza alama ya kengele itakuwa nzuri za kwa sababu pale tu ambapo video mpya zinakuwa zinapanda, basi unakuwa unapata notification na unakuja kuangalia kwa yale ambayo yanakuwa yanatokea. Kwa mara ya pili mfululizo tunakutana na sura za kina dada, baada ya Christina Mwagala leo nakuletea Tina kutoka Young Africans. Hivi na wewe ni Christina? Kwa Christina Christina zimefuatana kupitia ndani ya 18, uko poa? tupo vizuri kabisa uchovu wa Malawi umeisha? Yeah, unaenda kuishia. Unaenda kuishia. Sogea kwenye mic kidogo, eh. Unaenda kuishia, mm-hmm. aha. Tinah, tumekuwa tuna tunakuona unaishi ndani ya Young Africans, shabiki tena, so shabiki tu influencer. watu wa karibu kabisa wa Salamanda na klabuni kama ofisini <laughs> vile kumbe pale ni klabuni. Hivi ni ngumu kiasi gani au ni rahisi sana kuwa shabiki wa Young Africans? Mm, wala hakuna ugumu, ni kujitoa mm. kwa mapenzi kusapoti timu Unaga ubaga kwa nini unasema kujitoa? Ni kujitoa kwa sababu mfano, mm. kama sisi tunavyosafiri na timu tunaifuata, huku tunaenda kule, kwa kutumia gharama zetu mm. huko uh, nyuma watu wakiamini kwamba sisi kila kitu tunafanyiwa mm. for free, wakati ni jambo ambalo sio la kweli mm. ila kwa sababu kitanda usicholalia huwezi kujua kunguni wake mm. <laughs> basi ndo kila mtu anabaki anaongea anachokijua yeye. ina- inawezekana ni watu a-kuna muda wanaamini tena mnalipiwa kila kitu, kwa sababu mnaitwa machawa yani, kwa sababu machawa, maana yake wanaamini kila kitu mnafanyiwa. Ndio maana hata kuna muda ambao wanaamini, labda nyinyi mtoe maoni ya kujenga timu, nyinyi ni watu ambao mmekuwa mnasifia tu, inawezekana humo ndo. Na juzi niliona uliandika ukasema, kuna watu, watu, watu wanatuita machawa eh. yani, shida inakuja ni kwamba watu wanaamini kwamba sisi tuna tunajibeza au tunajikosha kwa viongozi ili watuone kwamba sisi kila kinachofanyika kwao ni sahihi, hatuongei mm. Yani, tunawapamba hata kama linachofanyika ni nini ni kibaya ni lakini sheria ya nyumba, ndio maana kuna madirisha na milango milango kwenye misingi ya ndani ina ya Yanga. Ehe. Ina maana kama kutakuwa na ishu tofauti mm. tutaongea sisi kwa sisi, lakini siwezi nikatoka hapa nikasema hii blaka suga bwana. Jana kulala ndani no. akulala yeah. Ishi, wewe kutokulala ndani labda kama watu wanakufuatilia iza mm. wewe utoke ukawaambia, lakini wandani kwako watabaki kujua ni wandani kwamba jana wewe ukulala ndani kama mimi mwanachama wa Yanga na iwe mm. mwanachama wa Yanga mm. kwa nini wewe uwe na uwe na haki ya kwamba huyu Tina azungumzie tu ndani alafu mimi kuna muda pale pale uwanjani huu usajili huu? Hapana, balakonti hapana mm. Najitofautishaji au kwa sababu nyinyi ni influencer? A -a, kwa sababu ni unaogopa utapoteza ukiongea, nafasi nafasi gani? Mimi ni shabiki tu kama wawo. Influencer. Yeah, mna, yani mm -hmm. Mwisho mimi ni shabiki tu kwa sababu influencer so ajila mm -hmm. Mwando, tunakuja popo, ni kujitolea lakini unaposema kwamba kuna nafasi gani hivi, kuna utofauti gani kati ya shabiki anayeangalia kwenye banda la video na anayefika uwanjani? yeah, moments, kuna hisia sisi tulioko karibu tunajua vitu vingi, umeelewa. Kwa hiyo tunajua kwamba kabisa pale yule Max kaanguka, anaumwa <laughs> <laughs> yaani, tunakuwa tunajua. Sasa mtu anaweza kukuta labda kasema mimi ah, japokuwa naumwa ila nitacheza kwa kwao, ili sasa aonyeshe kile kitu ambacho timu yake au ya, mashabiki zao wanakihitaji, anasema ngoja nikajikongoja nikacheze nika kidogo, aa, bahati mbaya katokea kaanguka, kajiona kabisa, akajivunja yule sio kajivunja ila sasa, kwa sisi wengine kujua yule anaumwa, kwa hiyo amecheza tu muda mchache then atoke eh, utofauti. Ila sasa, walokuwa nje hawajui, wanataka oh, simuona kama walivyokuja, hiyo la Movich, walimbeza walimbeza walimbeza, eh, alivyoondoka wakaanza kusikitika, lakini sisi tukasema mpeni muda hata. Huyu aliondoka juzi, Roman Fors, Roman Fors sio kocha mbaya ni mifumo tu, matoka Malawi mnasema kocha angewaua tena. <laughs> eh, uh, ukiitwa chawa, yani mfano kama leo okay, leo hii nafasi naweza kokote zile mnaandikiwa nakuta labda wewe chawa huyo, ukikaa vibaya labda godi au ah, machawa tu, hasa kwenye hili jambo la namna ambavyo meuanza msini huwa linawaumiza au mnachukuliaga poa kuitwa chawa? Yani vinavyoumiza ni kwamba wanavyoandika ili neno chawa sisi wanatochukulia kwamba yani kila kitu tunafanyiwa, kwa hiyo hatuna uchungu yani, yani wao ndo wana uchungu hmm. Lakini kumbe sisi ndo tunaumia. Hebu imagine siku sita barabarani unatembea hiyo Malawi yani, hmm. sijui nifananishe na mkoa gani hapa Tanzania. Hiyo safari ya Malawi yani, ni nchi ambayo ni ngumu, sijai kuiona mule ndo zinauma, unateseka unateseka, afu umejilipia, unaenda gharama zako. Mtu anatokea huku anakwambia chawa, sasa wanalipiwa sijui nini, washapewa tiketi nini, nini, nini. Yani, okay, <laughs> hii imeenda Malawi juzi <laughs> amna, imekutoka ngapi? Amna, kwa sababu nauli laki mbili. laki mbili la e, yakwenda kule mm. aya kwenye kuchenji paa, unakuta tatu, laki tatu kwa ajili ya marazi mm. E, zile movement za hapa na pale kwa so, kama laki tano hivi laki sita ehe, afu unatokea huko mtu anakuambia wewe chawa wanalipiwa, lakini wa. Hawajui kwamba tunaumia, tunafanya tu kwa mapenzi kwa sababu tuna, tuna, tuna support team <tipa> umeona mm. Sasa kwa sababu wote hatuwezi kukaa kwenye video tukaangalia na <tipa>, ndio maana tupo ambao tunajitokeza, mwingine anasema ah, wana kazi kazi hawana wana wafaka saa ngapi kwa ajili Malawi wiki nzima? Huyu tena kaajiriwa wapi bosi huyu sio chawa, anaishi kwa uchawa. ah Ah, yani ndio maana sasa unadhani kwamba wafanyabiashara wanakaaga wafanya kazi wa nini? Mm. E, kuna wale watu wanapendaga tu kujua maisha ya watu, labda mtu afanya kazi saa ngapi, huyu muda mm. wote yuko na timu mm. sijui nini, sasa unahisi kama afanyi kazi saa ngapi, zile hela anazitoa wapi? so, ndio humo sasa, ndio kwenye uchawa. Kuna, kuna kuna kuna kuna mazingira hususan kwa upande wa mashabiki wa kiki, kumekuwa kuna story za hapa na pale. Sawa, hatuwezi kutaja majina lakini hmm, kuna majina ambayo yamekuwa yanatajwa. Kuna wengine muda mrefu, mtu akionekana ni shabiki wa, wa, wa mpira wa muda mrefu wa viwanjani, kuna jina moja huwa linatajwa kwamba huwa mnapokeaga wachezaji wanaitwaga chaboli. Chaboli. Kumbe jina unalijua chaboli? Hmm, ushakutana na hii jambo? Ushawahi usha kupewa hiyo skendo au ushasikia? Au unaona mashabiki wa kiki wanaishi hivyo? Anaona, kwa sababu kwa mfano nikijizungumzia mimi mm, mimi sipo, ila wapo wanaoishi hayo maisha mm. E, yani wao na wachezaji, wachezaji na wao, na sio lazima awe tu Yanga au Simba, yani ni timu zote chaboli e, e, nis, anasafisha tu <laughs> yana... sio shida zake, anapita tu <laughs> Sasa mimi mimi ni mtu wa mpira, inawezekana kuona na kwa, kwa nini ilikuwa chaboli kama unajua asili ya hilo jina, sijajua hilo jina kwa sababu mimi hiyo chaboli nimeanza kuisikia elfu mbili na ngapi ile, kama elfu mbili na ishirini na mbili Eh, kwa nikuwa sielewi kwa sababu ya Chaboli. Mimi sikuwa naenda tu zangu uwanjani nikiangalia mpira huyo. Mm. Njia anashika. Yaani mm. sipotezi muda. Kukutana na Chaboli. Sasa anasikia Chaboli, Chaboli, Chaboli nini? Nikaanza kufuatilia hiyo Chaboli. Na nikajua sasa kumbe mule kuna watu unavuja tunaenda kwenye mpira. Mfano mimi kama mimi nitoka hapa leo, unaenda kwenye mechi mm. mechi -hmm. ya timu yangu inacheza, nitaangalia mechi after kuisha, nachukua usafiri kwenda nyumbani, ila kuna wengine wako pale kwa ajili ya kazi maalum. Amekuja pale, kuna mchezaji kawasiliana naye, baada ya mechi kuisha, wanatafuta njia nyingine. Wengine wanatoka wanakuja pale kujiseti kwa ajili ya wachezaji kwao Yaani kuna e, e, wenye, wenye starehe, kunme, e, watu wanakuwa hapo kazini pale. Eh, wapo kazini. Mimi nipo kwenye kwenye starehe hapo ndio na burudi. Burudani ya mpira. Eh, ila kumbe watu hapo kazini. Ah! Nafikiri katika kuna kuna watu kama kuna mtu mmoja alisema yeye anasikia hmm. lakini na kama, kama alikataa hivi siwezi kumtaja jina ile kama alisema mimi sina ushahidi e, uzuri, Tina umetwambia kwamba kuna umetofautishia kuna watu wanastarehe lakini kuna watu wanaishi labda kwenye historia. Wewe kuwa shabiki wa Yanga ni familia au ni wewe mwenyewe au ndio ulishikwa mkono kwamba tu bwana Tina, twende Yanga kule kule, kuna fursa twenzetu? Um, na mimi uja kwenye Yanga nilijikuta mm -hmm. tu naipendaga ila, sasa nilipenda lakini wakati niko mdogo mdogo hivi mm -hmm. kipindikie songo kubwa sana, kipindikiwa kina ng'aa sana, kina nio nzima sijui mm -hmm. kina msufa wanacheza cheza Yanga ile Yanga ya magori ilikuwa mm, kuna jirani yangu pale, jirani yetu alikuwa ye Yanga, Yanga. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikienda kuangalia ile mpira nilikuwa navutiwa na uchezaji wa Ngasa, Mrisho Ngasa e, eh, kwa hiyo mimi nikawa namkubali tu hivyo ila, mimi babangu, tuseme ni Simba kabisa, ina maana kama ningeamua kufuata timu ilikuwa ni Simba kabisa damu si. Eh, ila sikufuata njia jikuta, tu mimi nikajikuta tunaipenda tu Yanga basi yani, kwa hiyo yeah, Mrisho Ngasa ndo ali hey. Alikuvuta Yanga. Yaani ni yeye alinivuta Yanga ila kuja kwenye ushabiki sasa. Mm. Ndio kipindi kile ndio JSM ndo anaingia, sio madarakani. Mm -hmm. Kuna mchezaji alikuwa anaitwa Lamine Moro. Lamine Moro. Eh. Mm -hmm. Nilikuwa napenda sana kumwangalia. Tena angalia na kuelekea. <laughs> <laughs> Eh, eh kulikuwa na Lamine Moro, nilikuwa napenda sana aina <muchimu> ya uchezaji wake, vile ambavyo nikiona mchezaji mwenzake amechezewa, halafu yeye ni yeye haikubali mpaka ataitafutia njia akailipize kwa namna yoyote. Kwa spirit ile. Alikuwa bonge moja la mchana, hata alipokuja aliondoka nilimloili niuma sana ila ndio hivyo. Nitamani yani, awe mmoja wa matunda ambayo Yanga wameyavuna. Umetaja Yanga ya GSM ndo mtego mwingine, maana kuna mashabiki mnaitwa mashabiki wa health, mm. mashabiki wa GSM mmekuja mmeikuta Yanga ina vijisenti <laughs> Yanga ya bakuli bakulia mjaikuta <laughs> hasa. Hayo ni maneno ya watu wenye chuki, wenye hiyo mm. hiyo Yanga yani, mm. kiufupi mashabiki uh, hatupendani yani. Simuona kama sisi Yaani, mtu anakuja tu anasema, si wamekuja juzi tu Yanga sijui ya nini nini. Sasa yeah. sijajua hiyo Yanga ya zamani wao walikuwaje na Yanga hii imekuwaje. hiyo Yanga ya zamani, mechi inaendelea, bakuli linapita jukwani, mimi nilikuwa <laughs> naiona kwenye TV, la nikawa, nilikuwa sio mm. e, kwa sasa hizi kuna watu wanaweza ni kama wanasema sisi tumeishi enzi za nyelele Alafu, kuna watu tunaishi saa hizi enzi za Mama Samia, kwa hiyo kuna muda vijana mnaonekana kama hamna uchungu. Apana, na mnanufaika wote, sisi tuko, tunashabikia timu moja na tunaipambania hiyo timu hmm. na ndio maana tukipata matukio mazuri tunafurahi. Hmm. Tunafulahi kwao, unakuta mtu mwingine pia timu ikishinda, si wale machawa sijui nini. Umeona? Hmm. Yaani ni, ni aina ya nyingi tu, alafu wa hao wanatusemea machawa ni wale wale wenzetu inawezekana mnatofautiana mikono ndo maana hey, hey, kwamba kuna maeneo wana... yani daraja niseme. Kwa hiyo mtu akiniangalia mimi ya anaona yani namna gani, vipi, najichukuliaje? Sio yani, najiona niko kwenye engo ipi? Kwa hiyo yani ana yeye eh, anatengeneza zile chuki zake sasa binafsi. Inawezekana daraja, kwa sababu ukikaa hivi ba unaona Tina kapiga picha na engineer. <laughs> Ukirudi huku, kuna shughuli Tina anamkaribia mpaka GSM. Na ile maelekezo ya GSM GSM hivi ni huwa ni maelekezo au utashiwena? Ni maelekezo ya nini? Si ile dakika mbili GSM tajiri. Ah, ah, yani wale sio wanakuwa bora. Juzi naomba naomba bure mkamtajia tena GSM. Bosi busi bosi wetu msikivu sana yani sana GSM, GSM bure. GSM yani ni mtu mmoja. Mm. Yule baba ni mtu mmoja poa sana, hata kwa yeye kwa tajiri ni harari yake kabisa. Yani, ni tajiri, sio mchoyo. Kwa hiyo alivyoona hii issue akasema, mimi najitolea watu waingie mm, waende kutazama mpira ili tuweze kupata hamasa kubwa uwanjani. Kwa sababu akiangalia ili uwanja ule ujae watu, wakitoa hela sijui hamna hela, mara sio ni milioni mia sijui kwa ya kwa ya, lakini milioni mia ukitoka hapa ukaenda makundi unapata zaidi ya hiyo. Kwa hiyo wewe mkaona bure haikuwa na muhimu, kwa sababu ya milioni mia peke yake anaitoa peke yake, yani bila mchango wote, hii bure, kwa mujibu wa story nasikia, ile discussion mnavyotoka malalu na na na kazi ya nyie mnayoitwa ma influencer kweli. Ikaanza kwamba bwana, sambazeni hii bure sambazeni bure, alafu baadaye tupige press, tuseme bure? hapana <laughs> <laughs> hapana, mimi siwezi kujisemea hilo, kwa sababu hiyo taarifa ni mpaka nimefika hapa kwa mpaka ni, yani mpaka nafika sina hiyo taarifa ya bure, na ndio maana nikawa nahamasisha hata kwenye posti zao kiangalia, nasema tukateni tiketi mapema mm. tukutane uwanjani mm. Akatazama mbali akasema, kwa kwa nini kwa nini? Hakuna muda matukio yenu na ya tajiri anavyoenda kudondokea. Ndio maana kuna eneo watu namini mnaishi mna, mna, mna kwenye maelekezo, kwenye huu mtindo wa maisha ambao labda nyie mnaishi na viongozi, kile ambacho watu wanje wanakiona, inaaminika kwamba hamna baya la Yanga, ndio maana ukisema vibaya Yanga unaonekana sio mmoja wao. Naishi kwa maelekezo kwenye kuizungumzia Yanga. Nategemea wewe unaisemea una Yanga kwenye engo ipi? Nikijisemea mimi peke yangu saa binafsi, kutofauti na influensa mm. Yaani mimi nikiwa najua kitu mm, alafu nikakuta mtu mwingine wa Yanga anaongea kitu ambacho hakijui na nachokijua mimi mm, mimi kwanza naumia na ninaweza kabisa tukakaa tukapishana Kiswahili japokuwa, sisi ni ndugu wa baba huyo, kwa sababu ya Yanga, kwa sababu ya Yanga, kwa sababu ya sababu mimi nakuta najua wewe ujui, ila sasa mimi siwezi kutoka hapa ngata kukuelezea wewe, kwa sababu vitu vingine ni vya ndani, juu umeelewa hapo, kwenye ndani hapo, ndo utata huo <laughs> ni vya ndani, mnavitoa wapi? <laughs> ndo hiyo maelekezo hiyo, kwamba hapana, unajua kuisema Yanga vibaya mbele influencers, mm -mm unaisema kwa sababu kuna wengine wanakuta, mfano kama labda sababu, si hata pale tukiogea uwanjani tukiwa mchezaji kazingua, tunatukana hivyo hivyo, maisha yanaenda, maisha yanaenda, lakini sasa kuna vitu mtu hajui, ila sana anajifanya anajua. Kwani ndo tutakuwa tuta hatuwezi kwa utatu na kwa mkubwa hivyo moja. E bana, mimi nikwambie tu, uh, kiendelea kusikia story hapa za Christina, namna ambavyo na Yanga yao wanavyoishi unaona. uh, Christina hapo anaweza kumchukulia poa. Ah, uh, ni watu ambao wanakutana na GSM nini? Eh, um, <laughs> na engineer wanapewa mipango, kuna muda wao wanabeba ajenda za Young Africans, lakini nikwambie tu bwana, kila beti ambayo unakuwa unaifanya kupitia Premier Beti inaweza kukupa faida ya wewe kuweza kushinda na kupata zawadi uh, bab kubwa, kuna bonge moja la zawadi ambayo inapatikana uh, kutoka uh, Premier Beti kupitia Premier Beti uh, rewards hub uh, kila beti inakupa points, inakupandisha daraja uh, kupata nafasi ya kushinda hadi Toyota Harrier anakonda ya mwaka 2016 lakini pia kuna bajaji, kuna bodaboda pamoja na iPhone 17 Pro Max, hizi za mjini mjini, hizi za sasa kabisa, na yenyewe pia unaipata uh, kupitia Premier Bet uh, Kwa hiyo ambacho natakiwa kufanya ni wewe kuendelea kufanya beti zako nyingi zaidi, uh, kupitia Premier Bet, lakini pia kujiunga na Premier Bet eh, na pale kwenye reward hubs utaweza kutengeneza points ambazo zitakufanya uweze kuibuka mshindi wa moja kati ya hizi zawadi. Ambacho natakiwa kufanya ni kutembelea www.premierbet.co.tz weka beti zako, kila unapocheza unapata points zaidi na zaidi. Kwa hiyo kusanya points zako, e, sarafu nyingi zaidi, na tumia sarafu zako e, kwenye duka letu la mtandaoni lenye zawadi hizi za a, kusisimua kabisa, kama ambavyo nimeweza kukutajia. Kwa hiyo tunakwambia usibeti kinyonge, a, beti na wababe, Premier Beti e, ili uweze ku shinda zawadi hizo ambazo tumezitaja, gari hari ya mwaka 2016 kuna bajaji, kuna bodaboda -boda, lakini pia vile vile iPhone 17 Pro Max na yenyewe pia iko mezani kwa ajili ya kowe mwanafamilia wa Premier Bet. Tena anatajwa ni mbabe, nasikia, nasikia unapiga mabao kinoma, ila watu <laughs> nasikia ta ta ta kidogo tu <laughs> vitasa wewe <laughs> unapiga watu Yanga huko ni kuitetea tu Yanga. <laughs> Bana, <laughs> Umecheka, yani kwanza yeah. Ulipocheka kwamba eh, kasuga banga yule unajua, ah, nimecheka. Mimi siwezi kupigana na mtu kwa sababu ya Yanga, ila labda mtu aniingie sasa kwenye ngo zangu kiasi. Huyo ni mbabe aki, unaweza kwa jina nini, mi sio mbabe, mm, ila tu sipendagi tu mazoea, yeah. Yani unaponilazimisha kuzoea ambao mimi sitaki kuzoeleka lazima, mm, tupishane, okay. Kwa watu wa mpira unaishi nao vizuri vizuri, unapokuja na, na na, mm, a kwenye mpira kuna ujinga mwingi au kuna faida nyingi, nyinyi mnavyoishi kama mashabiki? ha, ujinga mwingi ila mimi nadhani ni kama hivyo tu, ni kama hivi tu, mtoto ni yaani, kama mtu alivyo alivyoamua yeye. ha, aina ya ujinga, ujinga mwingi naopatikana na ni upi? Au ndo wachaboli ni kama maisha yao tu binafsi, siwezi kuyazungumzia, lakini unatakiwa uje na akili timamu, uje na akili za kuokota. Unapotea mapema sana, maisha yako yanapotea sana, yaani kuna mambo mengi sana kwenye mpira. Unaongea kwa hisia, yaani kama unaumia na mambo yanayopatikana kwenye mpira, sababu na sauti yako mpaka imeshuka. Tupe sauti kidogo Yaani, unavyosema ilo eneo umeshusha mpaka mm -hmm. Kama una uchungu hivi. Ah, naweza kawa uchungu, lakini pia ndio hivyo, unakuta mtu maisha yake binafsi, lakini pia inatu mfano kama mimi uwe nanikata mm -hmm. Yaani, kuna watu wanaishi maisha fulani hivi ambayo sio mazuri, kwa hiyo unakuta, kwa sababu sisi wote tuko kwenye jamii ile mm -hmm. Unaonekana ndo wale, wale, wale, yaani, wale. Hicho, ndo wale ni hicho ndo kitu kinachonikataa kwa, kwa mfano mtu kama unaona upo hmm. kwenye mpira hivi mtu anaona tu wale si malaya ah, tu wanadanga huko. Wanafanya hivi hmm. lakini so what wako ume wengine hmm. ndo mi mfano tu ndo stali yangu mi stali yangu ni Yanga tu Yanga. Yanga muziki hmm. basi lakini kuna wachache wanachafua. Sasa kuna watu wa, ndo wanaokuaga kazini ianapiga udaku hapa. Leo ningeomba majina. <laughs> Tina. Wapo watu wengi sasa hivi kwa mfano kwenye mpira um watu hata hao wadangaji tu wa mitaani wanakuja, u washaona ndo sehemu ya soko sehemu ya soko kwa hiyo mm. wengi sana unakuja, kwa hiyo zile picha za uwanjani kuna muda sio pozi sana <laughs> <laughs> kwenye viti siku hizi unaona kwenye viti imepigwa picha, mechi ya Yanga inaendelea, kuna pozi unaziona, kumbe kazini <laughs> uwanjani saa hizi, kumbe kwa sababu ya picha. Kwa hiyo yale ndo mazingira. Eh, wanajengezea mazingira <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hey, kiboko kabisa Tinah, kwa kumaliza huwa mwezi kuzungumza mpira, kuzungumza mazuri bila kuiacha Simba na Yanga kuna muda mnatajwa kwamba amfanye promotion yenu tu. Mnafanya mpaka promotion ya Simba. Yaani mtaongea simu mkaouma mabingwa mtaenda fudaka mtasikia wale maduduka. Sisi hatuwezi Simba. A sasa pale watu sio ndio wanakuwa wanakutana kwenye utani wao ajadi. Mm. Eh, kwaona kama mimi wazikuniku. Yaani ni ni, ni kuiongelea kwangu Simba labda nikikuta tu wameharibu huko labda ndo. Ndio mnapita mm. Nacheka mm. Nini hivi. Mm. Lakini siwezi kunikuta nimekae tena iongelea Simba. Yaani mimi hata Watu tu ambao wako Simba ni wachache sana niko nao karibu au na washikaji Simba, yaani yaani, hata sijui niseme hata saba hawafiki, yaani washikaji zako kwa, ni kwa nini? Kwa sababu Yanga au upo kwenye mzunguko wao, hamna tu yani, mazoea, sipendai, kuna le mazoea, unakuta nakuta kwenye mambo ya shabiki watu wana yaani wana ile mazoea au sijui sijui ni utani ambao kutiliza kwao, mimi wasipendai kutaniwaga kwanza mm. kwa, nakuaga na zile asira zile kinijia vibaya wewe utakuwa kwenye utani, halafu mimi nitapanda nitakuwa siri mara mm -hmm. e, nyingi saiko yako ya Simba ni watu ni wachache sawa. Simba kaanza vizuri, we ujaanza vizuri. Simba kashinda zake zote, we uja shinda zako zote. nafasi ya ubingwa, mna hofu yoyote? mshafukuza na kocha. Uh, sisi kwenye upande wa hofu huwa tuna kwa sababu licha ya kocha kuto kuwepo mm -hmm. uh, naukumbusha kwamba Yanga ina kikosi kipana sana kwenye upande wa wachezaji, kwa hiyo hata kama kocha atakuwa mbaya basi quality player wachezaji itaamua tupate matokeo kwa. Oh, wachezaji ndo mnawaamini? hmm. top 4 yako? wachezaji wangu mimi. Ha, top 4 ile ya ligi ya ligi hmm. hmm. bingwa bingwa. bingwa bingwa, Yanga nafasi ya pili, Nampa Azam nafasi ya tatu, Nampa Singida nafasi ya nne Nitampa Mtibwa Sugar. Simba unabona? Simba unabona wapi? Simba. Kwa sababu ile ya papatu papatu nitampa nafasi ya sita. Nafasi ya sita ni utamaduni au ni ni mwana. Mwana jikomba komba tu sijui so, ah. Kwa sababu msimu ulopita amebebwa sana mpaka kufika pale ila hmm. walikuwa hata ile nafasi ya pili hawakustahili kwa hiyo hii nafasi, yani washukuru Marefa. Na ile ya marefa, nyinyi mnatajwa, mlikuwa mnacheza na timu. Simba unacheza na marefa wao, unazunguka sana nakupa mfano, kiwango cha Mashujaa alivyocheza na Yanga, Mashujaa na kula tano, watu hawaelewi huku na huku mechi za Simba na Mashujaa mpaka unasema hii Simba ndio mbovu hivi. Mechi ya yeah, Mashujaa na Simba ya Kigoma ile mechi, watu wanasubiri re, re, refa amalizi mechi, akaongeza dakika saba, zile mpaka goli linafungwa. Simba na mashujaa, yaapada nayo shida, wanasema yani ule ndio uhalisia ya wa timu yao, lakini mepig... sisi tunacheza mpira nyinyi. Kuna watu mlikuwa mnawapiga tano kwenye mazingira ambayo yalikuwa yaeleweki, mmepiga tano. Yani nyinyi mliopiga tano, Simba anahangaika kushinda <laughs> yani ni kwamba sisi tuna mpira wala wana mpira wa mdomoni mm. Maneno mengi. Mm. Ndio wanasema miruzi mingi mm, napoteza mbwa. Yaani sisi tuna kikosi mpo vizuri. Eh, yani ukiona mpaka timu imetoka na sisi draw, yani anajiona yeye ndio kashinda. Mbeya e, yani City ile kiboko kumbe. Eh, yani Mbeya City sema hiyo ile. Sema wale walikuwa na mambo mengi, ingekuwa so, ule uchawi uchawi ule ulifanya ile. Mambo mengi tena. Wana uchawi sana na familia yangu Mbeya, wengine <laughs> ndo hiyo. Unawajua. <laughs> Ukiulizwa swali, unaamini Singida Black Stars ni familia? Hapana. Tunaweza kusema ni familia, mimi najua tu ni timu ambayo na yenyewe iko vizuri kwenye ligi. Tungekuwa na na Kwe <laughs> na na tunawafunga nyingi sana. Unaona games za rota, wapi Mwanza nini pale sina maana kocha alifukuzwa. Kocha alifukuzwa mnafiki. Bwana Tina, shukrani sana, tukushukuru sana kwa time yako e, umetupa kitu fulani hivi e, ingawa tu hapa, tungeomba nani, leo tungeomba tupige kama udaku hivi e, tunaamini tungepata vitu vingi sana. Bwana e, kwa wewe ambao umetutazama, shukrani sana Uh, Christina alikuwa yuko hapa, tumeweza kupiga naye story, katupa maisha mawili matatu ya majukwaani, namna ambavyo mashabiki wanaishi, lakini pia kama Yanga influencer eh, mjini hapa kuna watu ukiona wapo karibu sana matajiri, tunatakiwa ujue e, vitu gani, lakini ameweza kutupa picha jinsi ambavyo wanaishi kama shabiki wa Young Africans, lakini pia kama shabiki wa mpira akihitaji kama ni star yake. Mimi ni Ibrahim Kasuga, lakini nikumbushe tu jiunge hivi sasa na Premier Bet na kama na familia wa Premier Bet, na kidogo hapo ulikuwa umesimama basi, endelea kufanya bashiri zako kupitia Premier Bet na pale ukishaingia kwenye website ya www.premierbet.co.tz. Ukiingia pale, kuna reward hubs, ambapo ukiingia kuna challenge nyingi ambazo unaweza ukazicheza pale, na zitakupa zile coins ambazo zitakufanya wewe uweze kuibuka kuwa mshindi wa Toyota Harrier Anaconda mwaka 2016. Lakini pia vile vile, kuna bodaboda, kuna bajaj, na bila kusahau kuna iPhone 17 Pro Max, na yenyewe pia inapatikana kwa yule tu ambaye kusanya coins nyingi za kutosha, ndizo ambazo zitakupa zawadi za, za kuweza kuondoka na moja ya zawadi hiyo. Shukran sana tukutane kwenye episode ambayo inafuata tutakuwa tuna nani. Endelea kubaki nasi, subscribe account yetu kwa upande wa face wa YouTube, lakini kwa upande wa Instagram unatupata kama ndani ya 18 tizi. Bye bye.